Makaburi ya kijeshi ya Margraten kusini mwa Uholanzi yameingia kwenye sintofahamu baada ya mamlaka ya Marekani kuondoa maelezo muhimu yaliyokuwa yakieleza mchango mkubwa wa wanajeshi weusi katika vita vya pili vya dunia. Maelfu ya wageni waliokuwa wakitembelea eneo hilo kwa miezi kadhaa wamekosa kupata taarifa hizo muhimu. Mnamo mwaka 1944 wakati vita vikiwa vikali barani Ulaya, makundi ya wanajeshi weusi walipewa jukumu zito la kuzikwa kwa maelfu ya wanajeshi waliopoteza maisha vitani. Kwa hiyo, kazi hiyo ilifanyika katika mazingira magumu ya baridi, mvua na theluthi kali, huku wakitumia majembe na shoka peke yake. Margraten baadaye ikawa mojawapo ya makaburi makubwa zaidi Marekani barani Ulaya. Hata hivyo, licha ya mchango wao mkubwa, maelezo ya kihistoria kuhusu kazi yao yaliondolewa katika kituo cha wageni mapema mwaka huu. Uamuzi huo umeibua maswali makubwa na hisia kali kutoka kwa familia za waliowahi kutumikia jeshi, wanahistoria na viongozi wa eneo hilo. Mamlaka inayosimamia makaburi hayo imeeleza kuwa maudhui ya paneli hizo yaliondolewa baada ya ukaguzi wa ndani wa taarifa zote za maelezo kwa wageni. Wamebainisha kuwa baadhi ya sehemu zake zilionekana kuenda nje ya malengo yao ya msingi ya kutoa taarifa za ukumbusho. Wakazi wa Limburg, eneo ambalo Margraten ipo, wamelipokea swala hili kwa ukakasi. Viongozi na wa eneo hilo wanadai kuwa historia ya mchango wa wanajeshi weusi ni sehemu muhimu ya ukombozi wa Uholanzi, na kuondolewa kwa taarifa hizo kunaonekana kama kufutwa kwa ukweli muhimu wa kihistoria. Mradi unaofahamika kama Black Liberators in the Netherlands pia unataka taarifa hizo zirudishwe, wakisisitiza kuwa hakukuwa na sababu ya kuziondoa kwa kuwa zilikuwa sehemu ya kudumu ya maelezo ya wageni. Wameeleza kuwa historia ya wanajeshi hawa imekuwa ikipuuzwa kwa miaka mingi na hatua hiyo inarudisha nyuma juhudi za kuileta hadhi inayostahili. Serikali ya jimbo la Limburg sasa inapanga kuwasilisha ombi kwa balozi mpya wa Marekani nchini Uholanzi ili paneli hizo zirejeshwe katika nafasi yake ya awali kwenye jamii ya kihistoria. Suala hili linaonekana kama kielelezo cha mjadala mpana zaidi kuhusu nafasi ya wanajeshi weusi katika vita, heshima wanayostahili na jinsi simulizi zao zinavyohifadhiwa katika kumbukumbu za kumbu kimataifa.